Wana KHP mkoaje na tumaye, mko salama, na mimi niko salama. Kama vile unaona, leo ni siku nyingine poa sana. Uh, hali iko sawa, weather iko sawa, tumetulia kidogo kibaridi, na nataka nikuoneshe hii uh, hii najua hii mtaa mmeiona mara nyingi mumeizoea lakini leo sijui kama utaona utofauti ama utaiona tu kawaida. Unaona uh, hali kwa wale ambao wameona channel zetu aswa sana sana, wakati wa winter miti zimekuwa kama hizi, lakini hata ukiona hii pia kidogo kuna mabadiliko. Angalia hapa, unaona majani vile inakaa, unaona sahi vile iko, kuna maua zimeanza kukuja ndani ijapokuwa hizi sehemu zote zilikuwa zimefinikwa na snow hapo, uh, wakati wa winter miti zote zimekuwa, uh, kama hii hapa, unaona gisi inakauka hivyo, ndio miti zote zimekuwa, kiasi ya kwamba zingine ukiona ulikuwa unafikiri kama zimekauka kabisa na hazitawahi uh, kurudi bado kwa life Unaona kama hii acha, nijaribu kuivuta kidogo. Hii mti ilikuwa imekauka sawasawa na hii ambayo nimekuonyesha hii hapa, lakini saa hizi imeanza kuleta, imeshaleta majani, majani sio, inaanza kuleta majani. Hii pia imeanza kukuja kidogo kwa umbali, ijapokuwa uh, haijakuwa mingi sana. So hivi ndio hali ya Kanada sahii inaanza kuwa na picha mzuri tofauti hmm, na ile ambao tulikuwa tunaiona. Unajua vile kulikuwa uwezi ukatembea hivi huku nje. Najua hii ni view ambao kidogo utakuwa umeizoea kidogo utakuwa umeiona sana, lakini leo iko na muonekano mwingine tofauti na ule ambao umekuwa ukiuzoea sababu Uh, sahihi naikuonyesha ikiwa ni wakati wa, wa sama na sama yenyewe naweza nikasema ingali mwanzo haijakuwa kabisa sama, lakini weather ya Canada ni crazy kidogo, inabadilika kwa njia ambayo huwezi kuamini. Leo mnaweza mkatoka nje temperature inaweza kuwa iko mzuri kabisa, lakini asubuhi mwaamke kuna baridi ingine hadi unashindwa, kwani hii ni dunia gani? Hata hii kama unaona hii pia already imesha kuwa na majani, na unajua hiyo ni kulala na kuamka. Tumelala ikiwa inakauka, asubuhi unaamka unashangaa, eh, mti imejaa majani mpaka unashindwa, kwani kumeendaje? Na kama hii hapa, kama hii bado ingali inakauka. Hizi majani ziko kwa mti ama iko mbele yake na kuna aina fulani ya mti ambao iko eh, Kanada sana, acha nikuonyeshe. Na ni mti ambao sijawahi ona mahali pengine, inaweza ikawa iko lakini mimi sijawahi kuiona pengine, na ikiwa umewahi kuiona pengine, basi unaweza kutuambia. Hii hapa, acha ni jaribu kuizoom, iko na maua eh, hiyo ni purple. I think ni purple na white ina mix majani, so unapata sehemu nyingi sana. Kuna hizo park ambazo hiyo mti iko na unapata yote ni white white kabisa, park mzima inajaa miti za white, unatembea mpaka unaweza sema wow. Wengine wanaweza sema, si picha ya paradizo hii jamani? Kama Mungu anatuonesha vile paradizo kutaka, lakini hatuwezi tukailinganisha na paradizo sababu duniani ni duniani tu. hata tuwe Kanada hata tuwe Amerika hata tuwe Kongo hata tuwe wapi, kama bado tuko duniani tuko duniani. Haijalishi uko Afrika ama uko majuu. Na sijui kwa nini wanapaitaga majuu <laughs> wameshawahi kujiuliza hili swali kweli? <laughs> kwa nini nchi za Ulaya zinaitwaga majuu? <laughs> Nimesikia watu wengi wanasema Ulaya. <laughs> Kwa nini zinaitwa Ulaya? kama unajua, tafadhali tujulishe hapo kwa comment section. Wengine wanasema majuu, kwa nini zinaitwa majuu? <laughs> kwani hizi zenyewe ndio nchi za majuu jamani? <laughs> <laughs> <laughs> hizi ni nchi za majuu, so view iko sawa, hii ni just around. Si... najaribu kukuonesha tu vile Uh, hali sahihi inakaa so Canada Canada, uh, sahizi imeleta picha yake halisi uh, imeleta picha halisi ambayo inafurahisha aswa kwa kupiga picha, kwa kuchukua video, hali iko sawa kiasi ya kwamba uh, unaweza ukafurahia. So mimi nitaendelea kuonyesha Canada by the way kuzungusha maeneo mingi sana maeneo mbalimbali mbali. Ikiwa kuna jambo lolote umeshawahi kulisikia ama kuliona hata kwenye channel ya mtu ama sehemu yoyote ile, na pengine haukupata habari kamili kuhusu hilo kitu hilo jambo, ama ungetamani ungetamani kuweza kuweza kuliona vizuri, ungetamani kuweza kufafanuliwa vizuri, ama kuna swali yoyote huo ambao inakusumbua kuhusu Canada, feel free kuiandika kwa comment section. KHP Canada iko hapa kwa ajili yako na tutahakikisha tumeweza kulishughulikia. Na ikiwa wewe ni mpya kwenye channel hii kumbuka kusubscribe. Channel hii na mambo mengi sana by the way, sio kuonesha tu Canada inaweza kukufikisha pia Canada. Ukizingatia yale ambayo tunaongea, inaweza kukufikisha pia Canada. Na inaweza kukupea fursa nyingi sana ambazo zinaweza uh, zinaweza kawa muhimu sana kwako ndani ya nchi hii ya Canada. So ikiwa wewe ni mpya kumbuka kusubscribe kwenye channel hii, na kama wewe ni mmoja wetu basi kumbuka kulike video hii ikiwa unaipenda, na ikiwa unapenda Canada, ikiwa unahitaji kuja kufanya kazi Canada, basi like video hii. Fursa uh, tunaendelea kutafuta nyingi sana ambazo zitajitokeza na sisi tutawaletea, tukiamini ya kwamba Canada lazima wana KHP waingie. Thank you.